Kwa nafasi ya pekee mheshimiwa DC, nifikiri nitakuwa ni nimepungukiwa shukurani kwa niaba ya wanaludewa kama nisiposema hili. Um, nilipozungumza nawe mheshimiwa DC kwa mara ya kwanza, wakati unanitaarifu kuhusu harambee, uliniambia kwamba umebaini kwenye records, kwenye taarifa kwamba Ludewa kuna uhaba wa madawati, lakini umebaini kuna mbao nyingi sana kwamba mbao tunazo lakini tuna uhaba wa madawati. Ukisikiliza ile taarifa, kwangu mimi ilinitafakarisha, nikaona kwamba sisi wanarudewa tuna matatizo, kwamba mbao tunazo, mafundi tunao, alafu madawati hatuna. Kwa nilifikiri kuwa hili kwa niaba ya wenzangu ambao waliguswa na wale ambao wanaendelea kuguswa, Mheshimiwa wa DC umeingia kwa muda mfupi tu, yako mengine mengi naamini unaendelea kuyafanya pamoja na majukumu yako mengine. Ukaliona hili mezani, si kwamba ulielekezwa ufanye harambee, lakini ukaliona kwamba ni tatizo ambalo kupitia kwako sisi wenyewe tunaweza kulitatua kupitia kwako, lakini watatuzi, ni watatuzi ni sisi. Kwa hiyo nafasi ya pekee mheshimiwa DC, ni kushukuru lakini nikupongeze kwa kuanzisha hii harambee. Binafsi niliguswa, naamini na wenzangu pia ambao wamechangia wameguswa, naamini na wengine pia hili tunalofanya leo, wataendelea kuhamasika kwa kuwa tayari wamesha guswa. Ukitembea hii barabara yote kuna mbao, kwa nini wadogo zetu wakose madawati, viti na meza? Kwa kwa nafasi ya pekee sana nikushukuru, lakini pamoja na shukrani hizo ni kupongeze kwa hilo na mengine mengi ambayo unaendelea kuyafanya kama kiongozi wetu wa wilaya. Tunaamini Mwenyezi Mungu akiendelea kukujalia afya njema baada ya muda mfupi mambo mengi tutakuwa tumeyakamilisha. Kwa hiyo, Mheshimiwa DC, nikupongeze lakini shukrani zangu si zangu peke yangu na wale wote ambao pengine leo hawakuweza kuwa hapa nao wamefanya jambo. Hawakupata nafasi ya kuzungumza kama ninavyozungumza mimi. Binafsi tunakushukuru sana kwa kutusaidia ili tuweze kutatua matatizo yetu uh, wenyewe. Kwa upande wa pili, nilifikiri kwa sababu tumejumuika wote hapa, tuna wazazi wako hapa, tuna watu wenye wadogo zao wanasoma wako hapa, tuna uwakilishi wa namna fulani ambao naamini inaweza kupeleka ujumbe nyumbani tunaporudi. Ninafikiri hili ni jambo moja. DC ametuonyesha kwamba kuna mambo tunaweza kutatua wenyewe. Yako mambo mengi, hili la madawati viti na meza ni jambo moja. Ninaamini kuwa huu wito wako ambao umeutoa uh, bado wana Ludewa wataendelea kuitikia ili tutoe zaidi tupate madawati watoto wetu na wadogo zetu wasome katika mazingira yanayofaa. So katika hili ningependa kutoa wito, imezungumzwa hapa, kuna watu walichangia miti, kuna watu walichangia mbao wakati unazungumza nami Mheshimiwa DC wakati ule ulisema unapokea michango ya aina yoyote. Kama una mti tupe mti. Jamani si tuna miti nyumbani? Mheshimiwa DC anapokea miti. Kama una mbao Mheshimiwa DC anapokea mbao. Kama una kijana wako ni fundi Mheshimiwa DC atamhitaji ili akatusaidie kutengeneza. Listi ni ndefu lakini nilifikiri nitoe wito tu pamoja na pongezi na shukrani kwako Mheshimiwa DC na uongozi wako nilifikiri niendelee kutoa wito kwa sisi wana Ludewa, tuendelee kuwiwa tutoe, tuendelee kuwiwa, tuwajibike, tuweze kuwa sehemu ya utatuzi wa matatizo yetu wenyewe. Kwa Mheshimiwa, nilifikiri kwa nafasi hii ya uh, muda ni uh, toe wito kwa ndugu zangu tulioko nyumbani, lakini hata sisi ambao tulisoma na kuishi nyumbani, hatuko nyumbani, basi nitoa wito kuendelea kuunga mkono hii uh, kampeni ya Mheshimiwa DC. Sio kampeni ya Mheshimiwa DC, ni ya kwetu sisi wanarudewa. Inatia aibu kuendelea kuwa na uhaba wa madawati, ili hali miti tunapanda, tunavuna na mbao tunazalisha. Mheshimiwa DC, kwa hayo machache ninaomba kukushukuru tena, pamoja na timu yako uh, Mungu awabariki sana, asante sana. kili kupokea hayo madawati 150 katika kuunga mkono juhudi za kampeni iliyoianzisha ya kutokomeza upungufu wa madawati wilayani Ludewa. haruta continue haruta continue. Kwa hiyo zoezi hili siyo mwisho, litakuwa ni endelevu, na zoezi endelevu fezi inayofuata sasa hivi tayari nimeshapata vibali vyote vya kupunguza miti mikubwa iliyopo kando kando mwa barabara nimeshapewa kibaliko na TANROADS na tayari tumeshahesabu, tuna takriban miti 500 512, ndani ya wilaya hii kandokando mwa barabara ukiwa unaelekea Njombe na kandokando mwa barabara hii inayoelekea Madaba. Kwa ile miti ambayo ni mikubwa sana inayodondoka kuziba barabara, nimeona haina maana kuacha ikiwa inaendelea kukauka, nitaichana mbao na kampeni ni kwenye madawati kwa ajili ya wanafunzi na ikionekana madawati yametosha, tutahamia kwenye ishu ya vitanda vya wanafunzi. Tukiona imetosha, furnitures kwenye dispensari zetu, tuhakikishe kwamba hilo tatizo linakwisha kabisa. Mdau wetu mkubwa, Dkt. Philipo. Kwanza kabisa, nipende kutoa shukrani sana tena sana kwa Mheshimiwa wetu Mkuu wa Wilaya kwa kuanzisha zoezi hili la upungufu wa madawati katika wilaya yetu na kuhakikisha kwamba unawapata wadau mbalimbali kutoka katika wilaya hii ili kuweza kusaidia kutatua tatizo la madawati katika wilaya yetu. Pamoja na hilo, nipende pia kuwashukuru sana wadau wote walioweza kutuchangia madawati, akiwepo Dr. Filipo na wale wengine wote ambao wameweza kuchangia madawati kwa ajili ya kupunguza changamoto inayotukabili katika shule zetu. Kwa kupitia haya madawati sisi ndio tuna deni, kwamba kama sisi walimu ile changamoto ya madawati kwenye shule zetu itakuwa imepungua, lakini pia hata watoto wetu watakuwa katika mazingira rafiki ya kujifunzia. Kwa hiyo naamini kwamba kwa kutatua changamoto hii katika wilaya yetu matokeo yatazidi kupanda na elimu itakuwa imeimarishwa zaidi. zaidi zaidi ni kushukuru Mheshimiwa. Hatuna cha pekee zaidi ya kuwashukuru. Mungu awabariki. Kama sitatoa fadhila kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya Olivanus Paul Thomas, kwa sababu tangu umefika ndani ya muda mfupi, kwa kweli umeonyesha uwezo wako mkubwa, na wewe umesomea masuala ya viwanda na masuala ya uwekezaji, na sisi Ludewa tuna miradi mikubwa ya Mchuchuma na Liganga, lakini pia tuna rasilimali nyingi sana za madini na uwekezaji mwingine mwingine, masuala ya utalii na kadhalika. Kwa hiyo ndani ya muda mfupi Mheshimiwa DC amekuwa kiunganishi kizuri sana kati ya wawekezaji na halmashauri yetu ya wilaya ya Ludewa, yaani mwekezaji akifika tu halmashauri ya wilaya ya Ludewa, yani huwa atoki, jinsi Mheshimiwa DC anavyompokea vizuri, jinsi anavyo muhendo na kumpa ushirikiano wa kitu chochote ambacho anakihitaji katika uwekezaji wake, na ndio maana ndani ya muda mfupi, yani ndani ya mwaka moja tu amekaa hapa, hatutumii darubini, tunaona si wenye viwanda. Mnaona jamani, mnaonao, yeah. Hey, lakini pia kuna wadau wengine ambao mheshimiwa DC amesema humu ndani wanakusudia kujenga viwanda vya simenti. Sio rahisi kupata mdau kuja kuwekeza kiwanda cha simenti sehemu kama hii ya Ludewa, manake uongozi madhubuti wa DC na viongozi wengine tulionao halmashauri kwa kweli, pamoja na chama wanafanya kazi nzuri sana. Na sisi kama wanaludewa tujitahidi sana kuwasikiliza. Kwa mfano mheshimiwa DC, yani yeye ukikosea na kuchana hapo hapo. Kwa hiyo tuache zile tabia zetu zile za sisi wapangwa, mtu amekwambia ukweli unamnunia. Yani ukweli ndio utakao kubadilisha jina. Naitwa Alfred Mwambeleko, katibu wa CCM wilaya ya Ludewa. Nashukuru kuja kuungana nanyi kuja kupokea madawati na viti kwa ajili ya shule yenu. Na hii inatokana na kazi nzuri ambayo inafanywa na Mheshimiwa DC kuhakikisha kwamba wilaya yake yote vijana wake wote hawakai chini. Ni kampeni ambayo anaifanya nzuri na sisi kama chama tunamuunga mkono kwa sababu wanatekeleza ilani yetu ya Chama Cha Mapinduzi kwa vitendo. Mpigieni makofi mengi sana. Katika <tipa, tipa> kampeni yake hiyo, watu wanaotokana na wilaya hii ya Ludewa wameguswa. Kwa hiyo wadau mbalimbali wameguswa na kati ya wadau walioguswa ni pamoja na ndugu yetu Philip. Yeye ameguswa anatoka kwenye <laughs> wilaya hii ya Ludewa, mkoa huu wa Njombe, na akasikia sauti ya mbali kutoka kwa Mheshimiwa DC, akasema naye pamoja, kwamba yuko mbali ya mkoa huu atoe mchango wake, wow. Kwa hiyo tunamshukuru sana sana sana kama chama kwamba katika ilani yetu katika masuala ya msingi inayozungumzia elimu ni pamoja na wanafunzi waweze kukaa katika sehemu iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo naye tumpongeze kwa makofi mengi mengi mengi.